Mpenzi mtazamaji na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhan Omary kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo, upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi na kwa usiku wa leo hali ya ukavu inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, lakini pia hali ya baridi inatarajiwa katika maeneo machache yale ya nyanda za juu kusini magharibi, na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kwenye joto kumi katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Na kwa siku kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua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 na mkoa wa Kilimanjaro tutatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi hususan tarehe tatu. Na kwa mkoa wa Arusha tutatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.